mwengu, sawa sawa, mali mwengu. Sasa unajua, sometimes misinformation can land people into uh, troubles and problems uh, kule Nigeria wanasema wahala, shida titap hey. Sasa kuna mwanaume mmoja hapa yuaitwa George Mwaura, atokea uh, kaunti ya Kiambu. So, mke wake kipindi fulani alikuwa pale mja mzito na ikawa sasa ndio ile amepelekwa katika hospitali ya level 5 kuweza kujifungua kupata mgeni. Ikaenda huko sasa, ye ndio alikuwa sasa anataka kuwa baba mara ya kwanza. That anxiety, bado ameogopa alafu pia na wasiwasi, sijui kutakwaje kutakwaje. Sasa ikafanyika kipindi, the process ilimalizika kuna nasi mmoja ambaye alikuja akamwambia, e, umepata mtoto wa kiume eh? Mzee akaambiwa kwamba wewe umepata mtoto wa kiume jamaa, kafurahi kastabasamu ka. Lakini sasa shida ikawa kwamba kipindi anaenda kutazama mtoto eh? anapata mtoto ni wa kike eh? kamasi kazuri pale. E, kana piga tabasamu maana kashafika katika ulimwengu mwingine tofauti sana. Na kumbuka nimeanza kusema kwamba yani, ukisema information kidogo you are not sure with inaweza kuleta tatizo because this one is a, a new father in town. Na tayari ashaambiwa hey, umepata baby boy ashapiga mahesabu vile watakuwa natazama na yeye mechi za Arsenal. Eh? Lakini anakuja analetewa kwa baby girl ama anaenda kuona anakuta ni baby girl. Sema mzee kuvuruga Mzee kuleta, eh akaleta sasa vita hapo ndani. Mbona mmebadilisha mtoto wangu? Mbona mmeswitch mtoto wangu eh, ilifaa kwamba mtoto wangu awe ni wa kiume, mbona mnanipa mtoto wa kike? Yalele kelele uko kwa hospitali Kiambu level 5 he. Sasa ikabidi aambiwe, wewe sasa huyu mtoto ndio wako, na mimi I blame the person ambaye alimpa information ule nesi wa kwanza ambaye alimpa information ambaye alikuwa wrong, na akasema kwamba wewe, mtoto wako wa kiume. Lakini mwanaume kwenda kupata pata mtoto ni wa kike, kwa hivyo anajiuliza, mbona sasa iwe ni wa kike na nilishaambiwa kwamba tayari ni wa, ni wa nini wa kiume, sio jamaa? Akaleta mashida mashida pale hospitalini. Sasa ikabidi DNA fa ifanye na alikuwa amezungumza sema sasa hii hospitali pia nitawasuu, nitafanya nini? Helelelele. Helelelele. Yani ile asira ambayo naweza kuwa nayo, kitu ambacho ni chako, umekitarajia labda ama umeambiwa ni hiki, alafu napewa kingine tofauti, na wewe tayari e reception ya kwanza ama information, vile ulivyo code kwa akili zako, ilikuwa kwamba ni hii. Hata sasa hapo shapanga kajina unakuja na kajina unapata oh, kumbe ni Purity na yule kume kuja kumuita Victor. He, sasa mzee anawaka bwana. Hata okay, hiyo inaweza kubalika. Normal person lazima apayuke because ashaambiwa the first information ambayo alipata kwamba ni mtoto wa kiume, lakini anakuja kupatana na binti mtoto wa kike pale. Sasa ikabidi sasa e, waweze kufanya DNA <laughs> ili waone kama ni ukweli hiyo e, mambo ilikuwa hivyo ama hivyo. Sasa baada ya DNA kufanywa, ika bainika kwamba huyo mzee hata akilalamika oo, nini nini, mtoto bado alikuwa tu ni wake, huyo mtoto wa kike. Sasa aliyempa information ndio alifanya nini, alimpa information mbaya. Sawa sawa, labda alifananisha mke wake na... <laughs> yeah. Yani mimi kile kitu ambacho najaribu na, na kipata hapa ni kwamba wakati unaambiwa kitu yani wewe ndio huyo ushaamka na mbwembwe zako. Mh, mm, ushaanza vurugu, ushaanza vita, ushaanza matusi, ushaanza nini? Yaani hata ujafuatilia ujue kiini ama chanzo cha information hii imetoka wapi. Huyu jamaa anayesema hivi, hakika eh, unadhibitisha kweli ni ukweli ama ni mmoja tu amesema? Hebu niulize wawili watatu. Niwaona hwa eh, hakika kweli ni hivi anavyosema ama vipi? Lakini wewe ushaanza tu, yani, vita, ushaanza matusi, ushaanza tu ah Jamani yeah, alafu pia wewe unayesema information ya mbalimbali mba, unajua kuna habari eh, zingine ukisema mahali fulani zinaweza kuleta mbwembwe sana. Kitu kama hicho bwana ni very crucial, haifai udanganye, inafaa useme ukweli, inafaa useme ukweli. Hasa mzee akakasirika sana, ni kama mzee alikuwa na expect kakijana na akafurahi sasa kupata msichana <laughs> Jamani, Mungu atusaidie. Ni mambo mbayo eh, aliwahi kushuhudiwa pale katika hospitali ya Kiambu level 5 pale, nakuja kuelewa kwamba mzee akakuwa ameambiwa bwana, you have a baby boy bouncing, wao mm? wanasema kwamba bouncing baby boy, alafu apokuja kupata kwamba ni bouncing baby girl. Sema kukasirika lakini mwisho wa siku DNA ndio ilikuwa msema kweli nikakuja kugundulika kwamba there was misinformation na pia tu mambo tu ya hapa na pale. So before you act upon that information, make sure you verify it. Make sure kwamba umeidhibitisha kwamba aliyesema ni nani. Chanzo hiki je, kinaweza kuaminika ama ni chanzo tu ambacho ni chanzo kwa sababu ya jina chanzo yino you know, unaweza kuwa ulipiga daktari kofi, daktari akalema hivi shingo, kwa sababu ya hasira, kumbe daktari anakuambia ukweli eh? Unasikiliza, ni maneno ya nani unayosikiliza? <laughs> <laughs> ni ripoti za nani unazoamini eh? Binadamu wana maneno maneno maneno maneno. Ah, nakuambia wee.